Katika kuadhimisha kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha Baba wa Taifa, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa kimepiga hatua kubwa katika maboresho ya elimu ya juu nchini kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi maarufu kama HEET. Rasi wa chuo hicho Profesa Method Samwel Semiono amesema kupitia mradi huo, serikali ya Awamu ya Sita chini ya Rais Dr. Samia Sulu Hassan imetenga zaidi ya shilingi bilioni 18.6 kwa ajili ya ujenzi wa maboresho miundo mbinu chuoni hapo. Kwaeleza baadhi ya mambo ambayo baba wa taifa aliyapigania sana wakati wa hai wake, na yanaendelezwa sasa na serikali tuliyonayo katika uh, maendeleo ya sekta uh, ya elimu, na hasa tunakusudia kuzungumzia mradi wa HEET ambao ni Higher Education for Economic Transformation Project. Ni mradi ambao kimsingi uliandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ume, umeendelezwa sana katika awamu hii ya sita ya Mheshimiwa Rais uh, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na mradi huu ni mradi wa miaka mitano, tulianza kutekeleza rasmi mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na moja na unatarajiwa kufikia mwisho uh, mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwakani na kwa kweli kwa namna ya kipekee sana nipende kutumia fursa hii kufikisha shukurani zangu kwa serikali ya Awamu ya Sita kwa namna ambavyo imeridhia mradi huu kutekelezwa na hasa katika chuo chetu, ambao umeleta mageuzi makubwa sana katika chuo chetu na katika sekta ya elimu kwa ujumla wake. Mradi huu uh, lengo lake kubwa ni kuvifanya uh, vyuo vikuu kutoa mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya, ya serikali ya maendeleo ya nchi yetu kama jina la mradi wenyewe lilivyo. Na katika chuo chetu uh, mradi huu tulitengewa dola za Kimarekani milioni nane ambayo uh, ni takriban uh, shilingi bilioni kumi na nane hivi point sita kwa ajili ya kutekeleza masuala mbalimbali katika maeneo sita. Eneo la kwanza ni kuboresha mitaala pamoja na mbinu za ufundishaji. Eneo la pili ni kuboresha miundombinu. Eneo la tatu ni kuimarisha elimu jumuishi pamoja na usawa wa kijinsia. Eneo la nne ni kuimarisha na kuongeza matumizi ya TEHAMA na kuwa na majukwaa mbalimbali ya ufundishaji. Eneo la tano ni kuimarisha uhusiano na sekta binafsi na tasnia na eneo la mwisho ni kuendeleza rasilimali watu. Na katika kipindi hiki cha miaka minne ya utekelezaji wa mradi huu, tumepiga hatua kubwa katika maeneo yote hayo sita niliyo niliyoyazungumzia katika... Kwa upande wake, Dickson Mipopo, mkurugenzi wa kampuni ya Dimeto Class Real Hope Limited ambayo inatekeleza ujenzi huo, ameshukuru serikali mesita kwa kuamini wakandarasi wazawa kushiriki kwenye miradi mikubwa ya kitaifa. Majengo haya manne yameleta ajira kubwa kwenye mkoa wetu wa Iringa, ajira za aina mbalimbali. Ni majengo yenye gharama kubwa, ni miradi yote miwili na gharama ya zaidi ya bilioni kumi na nne ambapo sisi tunaweza tukasema kwa mkoa wetu wa Iringa yameleta uh, uh, mwinuko mkubwa kwa maana ya kwa watu ambao tumewaajiri hapa, mzunguko mkubwa sana wa pesa utakuwa ume, umefanyika. Uh, vitu vingi vilivyonunuliwa na watu wengi ambao wameajiriwa kwenye miradi hii wanatoka kwenye mkoa wetu wa Iringa, kwa maana ya pamoja na wilaya zake, na kimsingi ni majengo ambayo yameleta chachu kubwa. Lakini pia tu niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais hasa kwa kutupa haya majengo wazawa. Ukitupa wazawa majengo kama haya, tunatengeneza uchumi kwenye nchi yetu na uh, ni tofauti na wenzetu wakipewa, ingawa hatuwabagui lakini, wenzetu wakipewa wanapeleka hela kwenye nchi nyingine. Sisi hela tunaweka kwenye nchi yetu na tunawekeza kwenye nchi yetu. Sasa kwa mkoa wa Iringa tumepewa majengo kwenye mkoa wa Iringa alafu aliyepewa ni mzao wa mkoa wa Iringa. Hilo tu ni jambo ambalo linafurahisha. Kwa hiyo ni lazima kipaumbele kwanza tuweke kwenye mkoa wetu wa Iringa. Nishukuru sana pia kwa yule aliyetuajili, kwa maana ya mkuu wa chuo cha cha cha Mkwawa ametupa kazi na ametusimamia ipasavyo, lakini na sisi tumejipambanua, tumefanya kazi vizuri na nafikiri bado tuko ndani ya muda, bado tuna siku 42 kumaliza mradi wetu, na sasa tuko kwenye skimming, kwenye talazo wanafanya kazi ya kusugua, na watu wengine wanafanya kazi mbalimbali mbali ndogondogo kwa ajili kumalizi ya kumalizia kwao. Naamini ndani ya muda mradi wetu tutaukabidhi. Kupitia fedha hizo miradi ya ujenzi wa majengo manne ya kisasa inaendelea kutekelezwa ndani ya chuo kishiriki cha mkoa wa MUCE kama ambavyo anaelezea Geoffrey Ngilime, meneja wa majengo ndani ya chuo hicho. E, chuo hichi ni sehemu ya wanaonufaika wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ambao ni mradi wa HEET na kwa upande wa ujenzi, e, chuo chetu kinajenga majengo manne. Jengo la kwanza ni jengo la hosteli za wanafunzi ambalo kwa sasa lina vyumba 37 na uwezo wa kubeba wanafunzi 152 kwa wakati mmoja sambamba na hiyo kuna facilities nyingine ndani ya jengo vikiwemo vyoo na maeneo ya kufulia, na, na, na sehemu kadhaa za ofisi za wardens na kadhalika. Jengo la pili <coughs> ni jengo la physics, maabara ya fizikia. Jengo hili lina gorofa tatu. Kwa upande wa maabara lina uwezo wa kubeba wanafunzi 120 wakati mmoja, lakini gorofa ya juu ina ofisi 11 za walimu zenye uwezo wa kubeba walimu 33 lakini aidha, jengo hili lina maabara za tafiti mbili zenye uwezo wa kubeba wanafunzi 80 kwa wakati mmoja. Jengo la tatu ni jengo la media na elimu maalum. Jengo hili liko maalum kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, kwa hivyo humo ndani kuna hizo facilities maalum kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, zikiwepo audiology rooms na maeneo mengine, lakini pia hili jengo lina ghorofa tatu kwa ujumla wake pamoja na maeneo ya kujifunzia na kufundishia linaweza kubeba wanafunzi 937. Na jengo la nne ni jengo la sayansi. Jengo hili ni jengo maalum kwa ajili ya maswala ya sayansi, ni jengo la ghorofa tatu ambalo lina facilities kadhaa zikiwemo maabara, kumbi za kujifunzia na mm, maabara za tafiti. Jengo hili kwa ujumla wake linaweza kubeba wanafunzi elfu moja na kumi na moja kwa wakati mmoja kukamilika . Aidha, profesa Semiono amesema utekelezaji wa mradi wa HEET ni sehemu kutimiza dira ya maendeleo ya taifa ya 2050, sambamba na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030 na sera elimu ya mafunzo ya mwaka 2023 ambavyo vyote vinasimamiwa na, na serikali ya awamu ya sita chini ya rais Samia Suluhu Hassan ambayo anatekeleza maono ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alisisitiza elimu kuwa nguzo ya ukombozi wa Mtanzania. Kweli tunaishukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa kuridhia mradi huu kutekelezwa katika chuo chetu, kwa sababu umeleta mageuzi katika sio tu chuo chetu, lakini mageuzi katika sekta ya elimu kote nchini, na tunaamini katika kipindi kifupi kijacho tutaona mabadiliko makubwa sana katika sekta hii ya elimu.